Usiku ulikuwa taratibu juu ya jiji la Yerusalemu. Mwezi ukamulika anga kwa mwangaza hafifu na upepo mwanana ukapuliza juu ya mlima wa Mizeituni. Yesu akiwa pamoja na wanafunzi wake kumi na moja, aliwaongoza kimya kimya kuingia katika bustani iitwayo Getsemane. Miguu yao ilikanyaga ardhi ya udongo wa bustani hiyo ya kale kuelekea mahali pa faraha ambapo Yesu alipendelea kuomba kila alipotaka ukaribu wa kipekee na Baba yake wa mbinguni. Lakini usiku huu haukuwa wa kawaida. Hakukuwa na kicheko wala mazungumzo ya furaha kama ilivyokuwa awali. Hewa ilikuwa ni nzito, macho ya Yesu yalionyesha mzigo mkubwa wa ndani, siyo uoga wa maumivu ya kimwili bali uchungu wa rohoni. Alijua kuwa saa imefika, saa ya kutiwa mbaroni, saa ya kusalitiwa, saa ya kuonja kikombe cha ghadhabu ya dhambi za dunia nzima. Huu ulikuwa mwanzo wa safari ya mateso makali zaidi kuwahi kutokea, mateso kwa ajili ya wanadamu. Basi Yesu aliwaambia wanafunzi wake, kaeni hapa, niendelee mbele kuomba inasimuliwa vyema katika kitabu cha Mathayo sura 26 mstari wa 36. Akawachukua Petro, Yohana na Yakobo akaenda nao ndani zaidi ya bustani, lakini ghafla aliinama, uso wake ukajawa huzuni. Akawaambia kwa sauti yenye kutetemeka, roho yangu ina huzuni kuu hata kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Yesu aliondoka mbele kidogo, kujitenga nao, akapiga magoti na maombi yake hayakuwa ya kawaida kwa usiku ule. Alilia, alitetemeka, aliinama akisujudu, akaomba kwa sauti ya maumivu. Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini si kama nitakavyo mimi, bali utakavyo wewe. Kikombe alichokimaanisha si kifo tu, bali kubeba dhambi, kuachwa na Baba yake na kuonja laana yote ya wanadamu. Mara nyingine akarudi kwa wanafunzi wake, lakini walikuwa wamelala. Hakukuwa na mtu wa kuugua naye. Marafiki aliowalisha na kuwafundisha, sasa walimwacha katika saa ya giza. Yesu akawaambia kwa huzuni, je, hamkuweza kukesha hata saa moja pamoja nami? Lakini yeye akijua mzigo alionao, akarudi tena kuomba. Kilio kilizidi, jasho lake likawa kama matone ya damu yakidondoka ardhini. Wanahistoria wa afya na matabibu wanasema hali hii huitwa hematohidrosis, ambapo mtu akiwa katika hofu na huzuni ya hali ya juu, mishipa ya damu huvunjika ndani ya tezi za jasho. Hivyo ndivyo Yesu alivyoumia hata kabla hajaguswa na mijeledi. Kwa mara ya tatu, akarudi tena akasema, saa imefika, tazama, mwana wa Adamu atatiwa mikononi mwa wenye dhambi. Yesu akiwa katika kusema hivyo, wakati huo huo kutoka gizani, kundi la watu waliobeba marungu, taa na silaha wakaja. Mbele yao alitembea Yuda Iskariote, mmoja wa wanafunzi wake mwenyewe. Naye Yuda akamsogelea Yesu na kumbusu, ikiwa ni ishara ya usaliti waliokubaliana na makuhani. Yesu akamwangalia Yuda kwa macho ya upole tu usiku huo wenye giza nene baada ya busu la usaliti, askari na watumishi wa viongozi wa dini walimvamia Yesu kwa nguvu, wakamkamata kwa mikono isiyokuwa na huruma, wakamfunga kama mhalifu wa kawaida. Petro kwa hasira akatoa upanga na kumkata sikio mmoja wa watumishi wa kuhani mkuu aitwaye Mako, lakini Yesu akamkemea kwa upole, rudisha upanga wako wote waushikao upanga wataangamia kwa upanga. Inasimuliwa vyema katika kitabu cha Mathayo sura ya 26 mstari wa 52. Kisha Yesu akafanya muujiza mbele ya waasi wale, akaligusa sikio la Marko na kumponya. Katika hali hiyo ya kutisha, wanafunzi wake wote wakakimbia, wakamwacha akiwa peke yake. Yesu akabaki peke yake, mfungwa asiyekuwa na kosa. Wale makuhani wakampeleka moja kwa moja nyumbani kwa Anasi, aliyekuwa kuhani mkuu wa zamani na baba mkwe wa Kayafa, kuhani mkuu wa wakati huo. Huko alizongwa na maswali ya kijanja na mashtaka ya uongo, lakini Yesu hakujibu lolote, kama ilivyotabiriwa na nabii Isaya katika kitabu cha Isaya sura 53 mstari wa saba inasema, alihudhuriwa lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake, kama mwanakondoo apelekwaye machinjioni. Baada ya muda mfupi wakampeleka kwa Kayafa. Ilikuwa ni usiku wa mkutano haramu wa Sanhedrin, baraza kuu la Wayahudi. Wayahudi walikusanyika haraka usiku, kinyume na sheria zao wenyewe, ili kupitisha hukumu iliyokwisha amuliwa mioyoni mwao, hukumu ya kifo. Walitafuta mashahidi wa uongo, lakini hata wao walipingana. Hatimaye mmoja akasema, Yesu alisema, naweza kulivunja hekalu la Mungu na kulijenga kwa siku tatu. Basi wakayatumia maneno yale ya kiroho kwa maana ya kimwili. Kayafa, kwa ghadhabu na majivuno akasimama na kumwambia na kuapisha kwa Mungu aliye hai, tuambie, je, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu? Yesu, kwa uthabiti na utulivu wa kiungu akajibu, wewe umesema, lakini nawaambia, tangu sasa mtamwona mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu, akija juu ya mawingu ya mbinguni. Hapo ndipo Kayafa akararua mavazi yake kwa hasira, akasema, amekufuru! Je, tunahitaji mashahidi wengine? Baraza likapaza sauti. Anastahili kuuawa. Kisha mateso ya mwili yakaanza. Walimtemea mate usoni, wakampiga ngumi na kumsukuma huku na huko, kama mtu asiye na utu. Wengine wakampiga kofi na kusema kwa kejeli, tabiri kwetu, Kristo, ni nani aliyekupiga? Katika uwanja wa nje, kwa mbali kabisa, Petro alikuwa akifuatilia kila hatua ya kule alikopelekwa Yesu. Alikana kumfahamu Yesu mara tatu kabla ya jogoo kuwika, kama ambavyo Yesu alimwambia. Yesu akamtazama Petro kwa macho yaliyojaa maumivu ya upendo na maumivu ya kuachwa. Petro akatoka nje, akaanguka chini, akalia kwa uchungu mwingi. Asubuhi ilipokaribia, viongozi wa Kiyahudi walikutana tena kupitisha rasmi hukumu yao ya kifo. Lakini hawakuwa na mamlaka ya kuua mtu. Hivyo walilazimika kumpeleka Yesu kwa mtawala wa Kirumi, Pontio Pilato, ili apitishe hukumu hiyo. Basi Yesu akatolewa nje kama mhalifu, akiongozwa katika barabara za Yerusalemu, mikono imefungwa, sura ikiwa na mabaka ya mate, ngumi na damu. Aliyeleta upendo na msamaha sasa anaburuzwa kwenda kwa serikali ya kigeni ili auawe. Kwa macho ya wanadamu alikuwa dhaifu, lakini kwa macho ya mbinguni alikuwa mfalme anayejitoa mwenyewe kwa ajili ya raia wake. Alisimama kimya mbele ya dhuluma, si kwa sababu ya kushindwa, bali kwa ushindi wa ukimya. Kulipopambazuka, viongozi wa dini walimpeleka Yesu kwa Pontio Pilato, mtawala wa Kirumi katika mji wa Yudea wakiwa wamejawa na chuki walimshitaki kwa madai ya kisiasa ili apate kuhukumiwa haraka. Wakadai, tunamwona mtu huyu akiwapotosha watu akiwakataza kumlipa Kaisari kodi na kujitangaza kuwa yeye ni mfalme. Pilato akiwa na shaka, alimchukua Yesu ndani ya ikulu ya utawala na kuzungumza naye faraghani. Akamuuliza, wewe ni mfalme wa Wayahudi? Yesu akamjibu kwa maneno mazito na ya ajabu, akasema, umesema wewe mwenyewe mimi kwa ajili ya haya nalizaliwa, na kwa ajili ya haya nimekuja ulimwenguni ni shuhudie kweli. Inasimuliwa vyema katika kitabu cha Yohana sura 18 mstari wa 37 Pilato aliona wazi kuwa Yesu hana kosa. Hakuwa mhalifu wala mchochezi, alisimama mbele yake kama mtu mtakatifu mwenye utulivu wa ajabu katikati ya dhuluma. Lakini Pilato alikuwa ni mwanasiasa ambaye alijua wivu na shinikizo la viongozi wa dini ambalo ali kama atafanya maamuzi vibaya, linaweza kumgharimu nafasi yake. Kwa hivyo akatafuta namna ya kujitoa. Akapanga kumpeleka kwa Herode, mtawala wa Galilaya, kwa kuwa Yesu alikuwa anatoka huko. Herode aliyekuwa Yerusalemu kwa ajili ya Pasaka alifurahia kumwona Yesu, si kwa sababu ya haki, bali alitaka kumwona akifanya muujiza. Lakini Yesu alinyamaza kimya mbele ya Herode. Kwa hasira na kejeli, Herode na askari wake wakamvisha vazi la kifalme la dhihaka na kumrudisha kwa Pilato. Pilato sasa akajaribu kumwachilia Yesu kwa desturi ya Pasaka ambapo mfungwa mmoja kuachiliwa huru. Aliwauliza watu wachague kati ya Yesu na Baraba. Baraba alikuwa ni mhalifu wa kweli, mwasi na muuaji, lakini viongozi wa dini waliwachochea watu. Kwa kupaza sauti wakisema, mwache Baraba, msulubishe Yesu. Pilato, akiwa bado na uzito, huku dhamira ikimsuta, alijaribu suluhisho lingine. Akamchukua Yesu, akatoa amri apigwe mijeledi. Askari wa Kirumi wakamvua nguo, wakamfungia kwenye nguzo, wakampiga mijeledi 39 kwa zana zenye vipande vya chuma na mifupa. Kila mjeledi ulichana ngozi na misuli, kisha damu ikamwagika. Halafu wakamvika taji la miiba, wakamvisha joho la zambarau, wakampiga usoni na kumdhihaki, salamu, mfalme wa Wayahudi. Aliporudi mbele ya watu, Pilato alizungumza kwa sauti ya huruma, tazameni mtu huyu. Kiswahili cha leo ni sawa na kusema angalieni jinsi alivyojeruhiwa, si mumsamehe. Lakini watu walilia kwa nguvu zaidi wakisema, msulubishe, msulubishe! Pilato akiona kwamba hawezi kufanya jambo la haki bila kuibua ghasia, akaosha mikono yake mbele ya umati wa watu na kusema mimi, sina hatia na damu ya mtu huyu, itakuwa juu yenu. Watu wakajibu kwa huzuni isiyoeleweka damu yake iwe juu yetu na watoto wetu. Ndipo Pilato akatoa hukumu ya mwisho, Yesu apelekwe kusurubiwa. Baada ya hukumu ya Pilato kutangazwa Askari walimvua tena Yesu lile joho la dhihaka na kumvika nguo zake, kisha wakambebesha msalaba wake kupitia mitaa ya Yerusalemu kuelekea Golgota, mahali pa kuuawa kwake. Barabara hiyo maarufu kama Via Dolorosa, njia ya mateso, ilikuwa imejaa watu waliokusanyika kushuhudia hukumu. Wengine walikuwa wakimlilia, hasa wanawake wa Yerusalemu. Yesu, licha ya maumivu makali, aligeuka na kuwaambia enyi binti wa Yerusalemu, Sinililie mimi bali jililieni ninyi wenyewe na watoto wenu. Imeandikwa katika kitabu cha Luka sura 23 mstari wa 28. Maumivu aliyokuwa nayo yalizidi, alikuwa amepoteza damu nyingi kutokana na mijeledi, mwili wake ulikuwa dhaifu, msalaba ukawa mzito mno kuubeba. Ndipo askari wakamkamata mtu mmoja aitwaye Simoni wa Kirene aliyekuwa akitokea shambani, wakamlazimisha kumbebea Yesu msalaba wake. Wakiwa njiani, kutana na watu waliokuwa wakiangalia kwa mshangao. Wengine walimdhihaki wakamcheka, wakimtupia maneno ya kejeli wakisema, aliokoa wengine, hawezi kujiokoa mwenyewe. Wengine walimwita mnafiki, wakiuliza, huyo ndiye aliyesema atabomoa hekalu na kulijenga kwa siku tatu? Lakini katika kila hatua Yesu alinyamaza kimya. Alitembea kama mwanakondoo aendaye machinjioni, akibeba si msalaba tu, bali dhambi za dunia, huzuni za wanadamu, mateso ya vizazi vyote kama vile Isaya alivyotabiri miaka mingi kabla, maumivu yetu ndiyo aliyoyachukua na huzuni zetu alijitwika, Isaya 53 mstari wa 4. Hatimaye walifika mahali pa itwapo Golgotha, yaani mahali pa fuvu la kichwa, mahali pa kifo na aibu. Basi walimtoa wa Yesu nguo zake, wakamvua wa hadharani mbele ya watu wote. Kisha wakaanza maandalizi ya kumsulubisha, wakambeba juu ya msalaba wakanyosha mikono yake na kupigilia misumari mirefu mikononi mwake, misumari iliyopenya mishipa na mifupa na maumivu yasiyoelezeka. Kisha wakapigilia miguu yake na kumsimamisha juu ya ule msalaba, katikati ya mbingu na ardhi. Akiwa katika uchungu huo, Yesu hakuwa na maneno ya laana, bali ya rehema. Alisema, Baba uwasamehe, kwa maana hawajui walitendalo. Pembeni yake walikuwepo wahalifu wawili waliokuwa wanasulubiwa pamoja naye. Mmoja alimdhihaki Yesu, lakini mwingine alimtazama Yesu na kusema, utakapokuja katika ufalme wako unikumbuke. Yesu, hata akiwa katika uchungu, alimjibu kwa upendo akisema, Amin, nakuambia leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Nguvu ya msalaba haikuwa tu juu ya maumivu ya kimwili bali ilikuwa juu ya ushindi wa kiroho, msamaha, rehema na tumaini. Msalaba huo ulikuwa ni daraja kati ya mwanadamu na Mungu. Na Yesu alikuwa ndiye aliyetandika hilo daraja kwa mwili wake. Yesu akiwa amesulubiwa Golgotha, maumivu yalizidi kadri muda ulivyozidi kusonga. Alining'inia pale juu ya msalaba kwa saa nyingi, na kila pumzi ikawa ngumu zaidi, kila sekunde ikawa kama karne. Saa ya sita ya mchana, ghafula giza likatanda juu ya nchi yote mpaka saa tisa. Watu wote waliokuwa wakimdhihaki walianza kukaa kimya, hofu ikawa juu yao. Na wakati huo wa giza Yesu akapaza sauti Eloi, Eloi lama sabaktani, akimaanisha Mungu wangu, Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Maneno haya yalitoka kwenye Zaburi ya 22 ambayo inasimulia mateso ya mpako wa mafuta. Ilikuwa ni kilio cha mwana aliyechukua dhambi zote za dunia, akiishi utengano wa kiroho kwa ajili ya ukombozi wa dunia. Wengine wakadhani labda anamwita Eliya, wakamletea siki kwenye sifongo, lakini Yesu hakunywa. Alipofahamu kuwa kila kitu kimetimia, akapaza sauti akasema, imetimia, na kwa sauti kuu ya mwisho akaita Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu, kisha akakata pumzi. Wakati huo ardhi ikatikisika, Miamba ikapasuka. Hema ya hekalu, ile pazia nene iliyokuwa ikitenganisha sehemu takatifu na patakatifu papatakatifu, ikachanika katikati kutoka juu hadi chini. Tukio hili lilikuwa na maana kubwa sana, ambapo sasa njia ya kuingia mbele za Mungu ilikuwa wazi kwa kila mtu. Kupitia kifo cha Kristo mafundisho ya dini dhabihu za wanyama na utakatifu wa nje vilitimilika kwa sadaka moja kamilifu ya mwana Mungu. Yule akida wa Kirumi aliyekuwa akisimamia kusulubiwa kwa Yesu baada ya kushuhudia yote alisema kwa mshangao mkubwa, "Hakika huyu alikuwa ni mwana wa Mungu." Watu waliondoka pale kwa huzuni wakijipiga vifua, lakini baadhi ya wanawake waliompenda Yesu walibaki kwa mbali wakiangalia kwa uchungu wakiwa hawana la kusema. Yosefu wa Arimetaya, mshiriki wa baraza la Wayahudi lakini aliyekuwa mfuasi wa Yesu kwa siri, aliomba mwili wake kwa Pilato, akauchukua kwa heshima, akamzika kwenye kaburi jipya lililochongwa kwenye mwamba. Nikodemo naye akaleta manukato, wakaufunga mwili wa Yesu kwa sanda kama ilivyo desturi ya Wayahudi. Habari hii inaelezwa katika kitabu cha Yohana sura 19 mstari wa 38 paka 42. Jioni ile dunia ilikuwa kimya, kaburi lilifungwa kwa jiwe kubwa, walinzi wa Kirumi wakalilinda. Wafuasi wake walitawanyika kwa hofu na huzuni, wakasahau maneno yake aliyoyasema mapema, baada ya siku tatu nitafufuka. Katika kitabu cha Marko sura nane mstari wa 31. Baada ya siku tatu Yesu akafufuka kama alivyosema, akiwa amejaa ushindi mwingi. Akawatokea wanafunzi wake na kuwarudisha tena katika imani ile aliyowafundisha. Dunia ikapata mwanzo mpya. Katika ukimya wa kaburi kulikuwa na ahadi, katika giza la Golgotha kulizaliwa nuru ya wokovu. Msalaba haukuwa mwisho, ulikuwa ni mwanzo wa tumaini jipya. Sadaka ya Yesu ilikuwa kamili. Alikufa kwa ajili yetu kwa mapenzi na si kwa kushindwa, na hii ndiyo hadithi ya upendo mkubwa zaidi kuwahi kuwepo duniani. Mwandaaji wa simulizi na msimulizi wako ni mimi Elias Kalidushi.